Wewe utakaporejesha eh, fomu basi utatuletea na photocopy ya payslip. Mheshimiwa mgombea, tunakabidhi fomu, nenda ukapambane na Mungu, akutangulie asante sana wanaziona tulipotoka tuliko na tunakoelekea, wao ndio wanajua. Kwa hiyo nachosema, tunaendelea tulipoishia. Kwa hiyo nimechukua fomu hii nikiwa na uhakika kwamba kazi tulioifanya kuanzia elfu mbili na ishirini mpaka leo ni kazi ambayo ha hahitaji mtu kusimliwa, inaonekana kwa macho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 na kwa Ilemela ilikotoka, ilipo na tunakoelekea, sina wasiwasi katika kuchukua fomu hii. Mimi ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ilemela. Kwa jina naitwa Hasani Milanga, na kwa mujibu wa katiba ya chama chetu unapofika uchaguzi ndani ya chama chetu e, kwa mujibu wa katiba mimi ndiye mkurugenzi wa uchaguzi. Yako majukumu ya mkurugenzi wa uchaguzi, lakini mmoja ni kugawa fomu na chama chetu kilishatoa tarehe rasmi ya kuchukua na kurejesha fomu fomu. Fomu zitaanza kugawia tarehe ishirini na nane mwezi wa sita kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa kumi jioni, na zoezi hili litakwenda mpaka tarehe mbili mwezi wa saba saa kumi jioni. Katika kipindi hicho mwanachama anaweza kuchukua fomu na akairejesha.